Fone, ameanza shughuli babaki ya huyu aseme, njoo mtoto wako msikie, tuko naye oikelia inataa, ameambia mtoto asiambie baba yako, kama alete makuta, Josa, kama ni vya makuta. Kuna vituko na matokeo mbalimbali yanayotokea katika maeneo mbalimbali. Ukiwa katika mji wa Goma, kuwa mwangalifu. Hapa tuko kwenye kituo cha polisi katika mji wa Goma. Hawa ni baadhi ya wazazi na watoto nyuma yao Watoto hawa ni watu ambao wametekwa na majirani na hata na marafiki. Mie nilienda kwa shangazi yangu, mimi nilienda kwa shangazi yangu kisha nikaona watoto, watoto kurudia, nikaona watoto wananifata nyuma ya ya watotoya wafazi o wakanifata nyuma, kugeuka hivi nyuma, naona watoto wananifata, ndio nikasema vumeingia umengia kafika vumeingia, msime ndawarudisha, ndawarudisha usubuhi sasa ni njomba nikabadilisha kunyumba, nikabadilisha kunyumba, jua kwafani ni banani balale, njoo sasa ingie. Sasa usubuhi ni kwafani nini, nibarudishe unani kunyumba, ni barudisha kule kwao. Ndio vile malikio kwa tu nyuma tu hivi, baba mbele ya Mungu, na lapa mbele ya Mungu, na Mungu iko na mbinguni, iko nasikia, iko nasema maki. Nilienda kwa shangazi yangu tu, ni tena nilienda kwa shangazi yangu, kisha ile kwa shangazi yangu, ndio sasa nani watoto wakaniona ba, kisi kinafika kule kwa shangazi yangu, kisha njo wakafanini wakaniona, ile saa waliniona vile

lakini wakati mlikuwa pamoja ulikuwa unasikia wanazungumza kwa simu kuomba pesa. siku niliywaka ni siku niliona ameanza, ameleta telefone babaki ya huyu aseme njoo mtoto wako, msikie tuko naye, ikenaa vinataka Aisha. Ok, aa Mzuri, naweza tupa jina lako? Danis Bumana Despe. kwa nini uko hapa kwenye polisi? nijua mtoto mwe, tulishimuta, mwe tulibeba. hebu tuelezee kwa urefu, ilikuaje mm, mpaka ukakamato, mpaka umefikishwa hapa ba, mimi nilikuwa niko nyumbani niko kunyumba niani, mchana inafika ma, ma, maduze nikiona dadangu hapa na bakakangu pale banakuya na mutoto, nami nalala mukiti nenikebambia umutoto niwanani. Bakeniambia umutoto babake iko na, na franka kwa na franka. Sasa siya twezi bakia krize, na babake iko a franka na rafiki yake ya mama, na banaongea na mama, na akiniambia, akiniambia na siku balishimutaka mtoto wawo ye babwanaakalibasejaaka na 200 dolar, nikemwambia se tumufanye aye, wakeniambia tumuweke kwanza na tuko naita batutumie franka, nikemwambia sasa, babaki unamuyua, pia se ndio mina muyua, ana wakea ndosho ana wakea ndosho, name sali nambiajua franka, name nikepupa sana, name nikeitika kuitika yangu nitukecha mtoto munyumba

Njo turo ya kwanza kabisa mimi naanza hii kazi, na njo turo ya kwanza kabisa, na Mungu anisamehe kwa ile matendo nilifanya. Mimi na nilifanya tu kukosewa, navaliambiaka ni ya makuta kabisa, njo turo ya kwanza. Sasa tuambie wewe, walikotomata namna gani? Na wale watoto tuelezee namna gani walikufika. nia baku nifika hapo uh-huh. nilikuwa nishaenda mushuguri zangu. Nishaenda nishaenda tafuta ya kukula jumla kwa motari nike kufika kunyumba 19h vile

Ukeruza na mtoto atakuambia alikuwa mutu alimtwalaka alikuwayepeki. Sasa, sasa leo mumeshikwa na zani, mko tayari kukubali hukumu watawapa, kwa sababu kuiba watoto ama kukidinape ni shida na Mdew. Goma imeshuhudia ukidinapingi kubwa sana, ndio kabisa tunajua ni makosa ile sana, na tulifanya vile jua njala me ni makosa sana, ni makosa sana na Mungu atusamee bas, matoki tuta, tutazibiwa ni makosa yetu yetu tulifanya, watoto. Mbo, mbo ndio mina pasima kiri na pingi juu mtoto alijikuta kwangu. Dada, kaka, wewe umetia kidole juu na wazo. Na kwa nini huko hapa, tupe majina zako

akasema wakatuita kufoni, wakasema alimkamata kwao, ni dadangu. Akasema yomba aisha kamata mtoto wa watu koun il ona mtoto wa watu wenyewe, bali bali kamata, nikapanda kwa yomba yomba Messi

Walikuwa hawaya ni ambia ni mtoto wa nani sani ni mkuta kwa yomba nyo nikajua ni mtoto mwenye tunajua babake anatusaidia sana nikasema vitu yomu mechikokotea ni itakuya wagusa hako baka sema ase yomba ase hapana niko krize ase vache tu batumi makuta mene kasema mene nashuka shuka kunyumba na Mungu wa mbinguni mtase dozo mkarisi nikashuka kumbe nikawachia dosi ya nikwani mwani piga simu kuomba pesa

Jo papa kaona mwa ile usiku kisi na mimi nifasilia njoa kakia tafuta basoda, batamusaidia. Sasa leo unajisikiaje kuona hao viongozi wa IFSM vetro wamekupatia watoto wako?

Kwa majina naitika kwa jina ya Mari Kibutila Mwanamunga, chef de quartier Mabanga. Mimi nimepatikana hapa ni, ni kwa ajili ya watoto wenye waliiani kuajilia watoto wenye waliikwa ni. Jana nilikuwa niko atoka koreno guvernera, niko kuio niko natete madosie zingiti, nikasikia fule ya watu wanakuia Ba mingi sana tuti ni population. Mimi nasema fujo ya nini kule, mimi nikanyamaza, nikasema bitaisha, nikasikia bina inaendelea, nikatoka mumiro, nikatoka nje, nikasema ni nini hapa, nikasikia ule mwanamke iko na kelele ya mingi sana. Mimi nikawasema patia de enjo vitime kumbi, enjo alibeba hata watoto wa baba. Sasa mimi naanza questione bana, niambia huyu mama ameiba watoto wetu tano wote baine, kani bazazi yao wako hapa na sema alibaibaka na muna gani aseshi, tunamkutana tunakutana batoto ba n balikunabaoto tunakutana, mamam alikuwa kubeba makuni kumugongo wakati anas, alichoka akapumuzika pembeni ya nyumba, butoto buwili bulikuwa bunalala chini bukonangalilia kutungu ya, ya, ya, ya maplanshe ma. Sasa ule mama kwenye alikuwa pumuzika kakatoto kaak kaota

ansi desuite mpaka baine nikabamaliza. Mwengine alia naakaa akajue sema kaaatuao natagai ekko nakale kae alo ni nikaona ni, de deja inaisa, tuko na malimite ya kazi. Nikaita viongozi univo ya ommini nikaita b blmete akakuya na charge wa securité s Papa Robert bakakuya baka bakavakamata na ule mama wakaenda nai

ama kuwateka watoto katika mji wa Goma imekisiri na kuendelea. Wazazi lazima kuwa waangalifu kwa sababu hawa ambao wameteka watoto ni majirani na marafiki wa zile familia.